Naam uhali gani rafiki msikilizaji unayetufuatilia kupitia uh, channel yetu ya Jerommy TV. Mbele yako hapa niko na katibu wa mchungaji kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Mlimareli Mbaris Mbea. Niko mbele yetu hapa atatuambia ni nani lakini pia atatuambia ni kipi ameandaa kutuelekeza au kutuambia kuelekea katika siku ya tarehe tatu ambayo ni siku ya kwanza kabisa, ni sabato ya kwanza kabisa ya, ya mwaka huu mpya elfu mbili na ishirini na sita. Karibu uweze kutujuza karibu. Asante ndugu mtangazaji kutoka Jerome TV, mimi nianze tu kwa kujitambulisha kwa majina, naitwa Emmanuel Ibrahim Makfuna. Kama ulivyokwisha kujitambulisha mwanzo, mimi ni katibu wa mchungaji mtaa wa Mlima Reli, na pekee tu nipende kuwakaribisha sana waumini wote na washiriki wote wa Kanisa la Waadventista wa Sabato Nyanda za Juu Kusini na mikoa ya jirani kwamba karibuni katika sabato hii ya pekee. Kwa niaba ya mchungaji wangu au kiongozi wangu wa kazi, Pasta Rafael Batoni Mwambenja, tunachukua nafasi hii kubwa na adimu sana kuwakaribisha nyote katika sabato hii ya tarehe tatu mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Sabato hii ni sabato ya pekee sana ambayo haijawahi kutokea ndani ya mtaa wetu. Ni sabato ambayo kanisa la waadventista wa sabato ndani ya mtaa wa mlimareli litakuwa tutakusanyika kwa ajili ya kuabudu pamoja katika kanisa mama, kanisa la mlimareli na hapo ndipo mambo kadha wa kadha yatafanyika hapo siku hiyo ya sabato. Hiyo itakuwa ni sabato ya pekee kupokea mipango au mambo kadha wa kadha ya uelekeo wa kanisa letu katika jimbo la nyanda za juu kusini. Mambo hayo ni yapi? Sasa kama unataka kuyafahamu mambo hayo matano ambayo kanisa litatembea nayo kwa miaka hiyo mitano, Jambo la kwanza ni uinjilisti, maana ukisoma kitabu cha Mathayo ishirini na nane na ile fungu la kumi na tisa na la ishirini ametuambia nendeni ulimwenguni mkawafanya watu kuwa mataifa. Hivyo jambo la kwanza kwetu sisi kama Waadventista Wasabato ni uinjilisti, lakini jambo la pili litakuwa ni mwelekeo wa uwakili. Tutajifunza kuhusu mwelekeo wa uwakili kama washiriki na waumini Mungu ametufundisha namna ya kutunza miili yetu na namna ya kutunza mahali ambazo ametupatia. Lakini jambo la tatu ni uamsho na matengenezo, ili tuweze kufanya mambo yote hayo, injilisti, uwakili, ni lazima tuwe na uamsho na matengenezo, watu wa kuomba, watu wa kusoma neno eh, na watu wa kuimba na kusifu kwa ajili ya Mungu wetu. Lakini jambo la nne ni uongozi wa kiroho. Hivyo kanisa limejipanga kuhakikisha tunawafundisha waumini na washiriki kuwa waongofu wa kiroho zaidi, maana ndio kusudi letu. Na jambo la tano ni kubadilisha taswira ya kanisa ama image change, kwamba kanisa ni lazima libadilike, maana tunaishi katika kizazi hiki cha siku hizi za mwisho ni lazima kanisa alibadilishe mwonekano wake. Sambamba na hilo, tumeitwa sote kufanya kazi ya Mungu, na hiyo kazi hiyo ya Mungu tunapoifanya, tunaposoma kitabu cha Wakorinto wa kwanza na lile fungu Wakorinto wa kwanza tatu na lile fungu la tisa, ni kitabu ambacho Mungu anafanya kazi pamoja na sisi, hivyo washiriki na waumini tunafanya kazi pamoja na Mungu, hatupaswi kuogopa na tunapaswa kujikita, kujikita katika kufanya kazi sio ya mungu kipekee. Ni wakaribishe sana <laughs> sabato hiyo ya tarehe tatu, maana ni sabato ya pekee na sabato hiyo makanisa watakuwa wakitoa taarifa zao za maidara, lakini sambamba na taarifa hizo tutaona namna ambavyo Mungu tulifanya naye kazi kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano na tunajipangaje kufanya kazi tena na mungu katika mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita maana mwaka huu ni wa kiutume zaidi ambao tumeitwa kwa ajili ya kuwaleta wengi kwa yesu hivyo iwaharike sasa washiriki na waumini kwamba tumeitwa kufanya kazi na mungu na kwa sababu tunafanya kazi na mungu basi iwaharike kwamba ushiriki katika kufanya kazi ya utume mahali popote. Hivyo karibuni sana katika sabato hii ya pekee, sabato ambayo itakuwa imejaa mibaraka, sabato ambayo itakuwa imejaa neema, sabato ambayo wachungaji wamejipanga kwa namna ya pekee kuhakikisha wanatulisha vizuri neno la Mungu. Lakini iwakumbushe tu, tu, kwamba mgeni wetu ambaye tumemwalika na ndaye atakie tulisha chakula cha kiroho kama ilivyo kwenye mipango yetu ya miaka mitano ni mchungaji wetu, Mchungaji Hakama ambaye alikuwa ni mchungaji wa mtaa wa Rwanda, kanisa la Mbeya Kati, na sasa amekuwa ni mrezi wa wachungaji, ama mchungaji mrezi wa wachungaji. Kwa hiyo ni waharike sana sabato hii. Usipange kukosa. Unapojiandaa hebu waharike na wenzio Waalike majirani zako, waalike watoto wako, maana tutakwenda sisi sote pamoja na watoto wetu, pamoja na binti zetu, pamoja na vijana wetu, pamoja na wazee wetu. Hivyo hata tunapotokea fursa za namna hii, tusikose kuwaalika majirani zetu. Karibuni sana na Mungu awabariki sana. Ubarikiwe sana ndugu katibu. Amina, ubarikiwe sana ndugu mtangazaji. Amina sana, amina sana.